Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa mara nyingine tena nawakazi wafuatiliaji na watazamaji wa TV wa wa yetu ya Al Azhar TV Tanzania na tunafanya mahojiano haya na Sheikh Abdullah Talib, rais au mwenyekiti wa ofisi kuu ya uratibu na usimamizi wa shughuli zote za Hija ya Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania moja na nafasi zake nyingine za uteuzi wa rais. Sheikh Abdalla ametupa faida nyingi sana katika mahojiano yaliyopita ambayo tutayapata katika chaneli yetu hiyo hiyo ya Azam TV. Sasa hivi kwa kipekee kabisa tuone Sheikh Abdalla na kwa idhini yake uh, tuchukue sasa katika uh, reality au uhalisia uh, uh, wa siku ya leo. Leo ni mwezi tisa a haji, eh, haji kwa maana miezo ya karamu na uh, Waislamu wote Allah wamejaalia kutekeleza. Baada ya haji huu waka, wanaokusanyika katika elo hili la Arafa, sasa wanafanya nini? Nini muhimu cha kufanya? Kwa nini leo na kwa nini sehemu hili? Sheikh Abdullah Talib, kwa idhini yake anachochakituabiah E, asante sana. Sehemu ya hija au siku ya Arafa ni katika eh, wakati, mz, wakati muhimu sana katika hija. Mtu anaweza matendo yote anaweza akayakosa baadaye yakatekelezwa, yaka, yaka, yaka wema kwa kuchinja au kwa kuyarejesha, lakini swala la Arafa hii ni lazima iwe ifanyike hapa na katika wakati maalumu, na kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akasema kwamba alhaju arafa kwamba hija ni arafa. Ni eneo ambalo si kubwa sana lakini mahujaji wote wamekusanyika hapa, hata walokuwa wagonjwa katika hospitali takriban wanaletwa hapa Arafa. Na ni eneo ambalo pengine ni muda mfupi baada ya kutua jua, baada ya jua kupinduka, ndiyo wakati wa arafa, na unakuja kabla ya jua kuchwa. Kwa hivyo, hicho ndicho kipindi ambacho chakuka arafa, na imethibiti katika hadithi kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala huwaonyesha hujisifia kwa malaika wake, akaambia kwamba waja wangu watizameni, wanafanya nini, wamekuja wametafuta nini, wameacha vitu vyao. Kwa hivyo ni katika kipindi ambacho ni muhimu sana, na moja kati ya kitu ambacho pengine hapa kinafanyika ni kuomba dua, ni kipindi ambacho kinatakikana kuomba dua mahujaji wengi wamekuja hapa na kila haji ukitizama, baada ya hivi sasa hivi tunapozungumza, watu wameshaswali adhuhuri na laasiri, wameziswali kwa pamoja, na wengi wao sasa hivi utakuta wanasoma na kuomba dua, na takriban inapofika wakati wa ku kabla ya kuingia magharibi, watu wengi utawakuta kwa makundi na mmoja mmoja, utakuta wamenyosha mikono yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaomba dua na katika kuomba kuwa udua wanaomba mambo mbalimbali. Mtu ana mambo yake makubwa ambayo anayokuwa anayafanya, ikiwemo ana mambo yake katika kazi zake, ana mambo yake ya dunia yake, ana mambo yake ya akhira yake. Lakini moja katika jambo ambalo ni kubwa ambalo tunajifunza katika historia ya hija ni pale nabii Ibrahimu, alaihisalam, alipokuja katika mji wa Maka, alipokuja katika mji huu, jambo la kwanza alisema Rabbijal hadha baladan aminan, ah, Mwenyezi Mungu ujalie mji huu kuwa ni mji wa amani. Na mpaka hii leo mji mtukufu wa Maka ni katika miji ya amani. Kwa hivyo tunapozungumza hija, tunapozungumza katika, katika viwanja hivi vya Arafa na tumai, jambo lote tunatakikana kuzungumza suala la amani, kwa sababu kama tunavyojua amani au peace ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa sababu hata dini yetu, dini ya Waislamu ambayo maana yake ni ya amani. Mwenyezi Mungu mmoja, katika jina lake anaitwa Assalam, kwamba ni Mwenyezi Mungu amani, nyumba ya amani. Maamkizi yetu sisi Waislamu ni Assalam as ambayo maana yake ni amani. Lakini hata tukirejea kwa Mwenyezi Mungu tunarejea katika Daru Salam, ambayo ni mji wa amani, na tunakuwa turejee kwa Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa tuko katika amani kwa hivyo yote haya ni katika mambo ambayo yako na yanatakikana kufanyika katika siku hii, <coughs> fursa kwa wahujaji ambao wako tayari katika viwanja hivi tukufu na hata Mina na hata mashairi mengine ya miji. Sasa kwa wale ambao Allah hakuwajaalia jumuika na ndugu zao katika imani hapa kutoka e, e, viwanja hivi tukufu na abaki e, na kwao, unadhani nini ambacho naweza kufaika nacho kwa siku hii ya kuandikia majina? Eh, kinachotakikana ni wao kuwaombea, kuungana nao kwa kuwaombea dua takriban kwa sababu dua inatakikana kuombeana. Upande wa mahujaji waliokuweko huku, wanataka kuwaombea dua watu waliokuweko nyumbani. Wanahitajika kuiombea nchi yetu amani, wanahitaji kuwaombea watu wote amani, wanahitaji kuiombea dunia ambayo tumo ipate kuto, kuto, kuto, kuto, kuto, kuto, iwe, iwe ni sehemu ya amani. Lakini na vilevile wa nyumbani na wao wanatakikana kuwaombea watu waliokuweko huku amani na kwa vile vile imepokelewa kwamba kuna watu wanaweza wakashirikiana nao kwa kufunga, ambayo ni jumla ya dua. Kwa hivyo yote haya, kila mmoja ni mhitaji wa mwingine na anatakikana ashirikiane na mwingine cudabula akibu, cudabula,